Oburu Odinga, party leader wa chama cha ODM, hakujua kwamba maamuzi ambayo aliweza kuyachukua kumwengua Edwin Sifuna kutoka kwa wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama cha ODM, japo mahakama iliweza kutupilia mbali uamuzi ule wa Oburu. Oburu hakujua kwamba hatua ile ingelipuka na kugawa chama cha ODM kabisa. Bwana daktari Oburu alifanya uamuzi wa, wa kumwondoa madarakani Sifuna ili kumfurahisha William Ruto kwa sababu gazeti la The Standard hii leo siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita linaeleza wazi palikuwepo na msukumo kutoka ikulu kuu ya Kenya, ili kumuondoa Edwin Sifuna madarakani kwa sababu, naomba niweze kukusomea hapa, huwa tuzungumze porojo. Gazeti hili liliweza kuandika kwamba captured, yaani ametekwa ama amenaswa. Wakaweka picha ya rais William Ruto akimlisha Oburu Odinga keki <laughs> alafu wakaandika kwamba: Politics, ODM is in a bitter power struggle after The, uh, after the dramatic ouster of Secretary General Edwin Sifuna, with senior figures openly accusing President William Ruto of pulling strings from State House. Claims of shadow funding, backroom meetings, and a coordinated push.

In it for the president. Hapa hivi tunaelezwa, ukisoma hilo gazeti huko ndani, tunaelezwa kwamba palikuwepo na msukumo kutoka Ikulu kwamba Edwin Sifuna aweze kuondolewa madarakani. Vilevile tunaelezwa kwamba Ikulu iliweza kupea viongozi wa chama cha ODM pesa, wale ambao waliweza kumwondoa Edwin Sifuna madarakani ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaharakisha zoezi la kumwondoa Edwin Sifuna kwenye cheo cha katibu mkuu wa chama cha ODM. Lakini sasa hatua ile ya rais William Ruto kuchochea na kuchangia chama cha ODM kumwondoa Edwin Sifuna imeweza kuvunja chama cha ODM na kuweza kuhakikisha kwamba kile chama kwa miaka mitatu ijayo, hata wabunge kufikisha hamsini itakuwa ni kibarua aswa. Kwenye uchaguzi ujao, chama cha ODM kufikisha wabunge hamsini itakuwa ni kibarua. Wacha nikuambia ukweli, na sikudanganyi, jinsi ambavyo wananchi wamekasirika, zaidi ya watu wengi wameanza kuondoka kwa chama cha ODM kwa sababu ya Edwin Sifuna kuondolewa madarakani. Sasa chama cha ODM siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi wa pili, walikuwa katika kaunti ya Kilifi katika mambo ambayo wanasema kwamba ni ODM Linda Ground. Lakini katika kaunti ya Mombasa, supporters wa chama cha ODM ambao wako upande wa Edwin Sifuna waliweza kukataa akina Oburu Odinga, waliweza kukataa akina Gladys Wanga waliweza kukataa akina Abdul Swamad Sherif Nasir, waliweza kukataa akina Junet Mohamed, wakasema kwamba na wao wameweza kujitokeza kuweza kuhakikisha kwamba wanamtetea Edwin Sifuna, wanamlinda Edwin Sifuna. Je, hii hatua ambayo Oburu Odinga aliweza kuichukua, anajua kweli inaenda kuzika ushawishi wa chama cha ODM katika taifa letu la Kenya. Hata sisi tuko Mombasa kujua ni mzee gani anacheza na Sifuna. Sifuna ndio ODM na ODM ni Sifuna, na mwenye anacheza na Sifuna hapa Mombasa tumewasiri hapa, hata sisi tutampanga ama tumpangue kwenda huko. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, iwapo unanitazama kwa mara ya kwanza, chukua hatua ukajiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, bonyeza kengele, like video tafadhali, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu pindi tu tunapozipakia. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra. Mwenyezi Mungu awabariki sapoti ambayo mnazidi kunipea kila kukicha, kwa sababu sio mapenzi yangu nyinyi kukuja hapa bali ni mapenzi yenu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kwa sababu mnaendelea kusapoti hichi kituo nami, nitajitahidi sana kuendelea kuwapasha na kuwapea taarifa za ukweli jinsi ambavyo mmeweza kuona hapo, na huu ndio mwanzo na ukoko umeandikwa, na huu ndio mwanzo, bado bado, mambo hayaja hayajafika katikati. Kulingana na taarifa ambazo ninazidi kupokea, mpenzi mtazamaji, zinanieleza kwamba ndani ya familia ya Odinga pameweza kutokea na mpasuko kuhusiana na hatua ya Oburu kumwondoa Edwin Sifuna madarakani. Tunaelezwa kwamba mvutano umezuka ndani ya familia ya Raila kuhusu Sifuna kuondolewa madarakani. Kwa nini mvutano unatokea? Tunaelezwa kwamba mama Ida Odinga licha kwamba aliweza kupokea kazi, roho yake ipo kwa Sifuna. Winnie roho yake ipo kwa Sifuna. Jana tuliweza kumwona kwamba alijitokeza na kuingia kwenye upande wake Edwin Sifuna alipokuwa analihutubia taifa. Raila Odinga Junior na yeye amekataa hatua za Oburu Odinga kumwondoa Edwin Sifuna madarakani. Ruth Odinga dada yake Raila Odinga, naye amekataa hatua za Oburu kumwondoa madarakani mtu ambaye anaitwa uh, Edwin Sifuna kama secretary general wa chama cha ODM. Mpasuko umetokea kwenye familia ya Odinga, na jinsi ambavyo mambo yalivyo, tofauti imeweza kuzuka mahala ambapo sasa inaonekana wazi Oburu alichukua maamuzi ya kumuondoa Edwin Sifuna bila ya kuconsult family member wa Raila Odinga, hili naro ni ni ukweli. Oburu aliweza kuchukua uamuzi bila ya kuconsult family ya Raila Odinga, sasa hii familia ya Raila Odinga imeweza kujitokeza kuweza kuhakikisha kwamba angalau wanakomboa chama cha mzee. Hii imeweza kuonyesha wazi kwamba Oburu Odinga hana nia njema na chama cha ODM, na iwapo hataenda kuketi chini, afute ule uamuzi wake au aweze kuhakikisha kwamba analeta chama cha ODM pamoja, alete viongozi wote pamoja, badala ya kuwafukuza wengine, basi hichi chama Ruto hataenda kukiacha. Nia yake ni ya kutaka kuhakikisha kwamba anakivunjavunja, aache chama cha UDA kikivuma. Kumbuka kwamba William Ruto ni mwanafunzi bora wa Moi. Kumbuka kwamba William Ruto walikuwa ni miongoni wa YK92 wala ambao waliweza kuhakikisha kwamba 1997 opposition haikushinda uchaguzi, walikuwa miongoni, walisambaratisha upinzani na kuhakikisha kwamba chama cha Kanu ndicho peke yake kilikuwa kinavuma. Kwa hivyo viongozi wa chama cha ODM wasipoenda kuketi chini watazame mienendo yao, basi chama hichi cha ODM kinaenda kusambaratika na kinaenda kuisha ladha yake katika taifa letu la Kenya. Angalia Mombasa, ni ngome ya chama cha ODM, lakini jinsi ambavyo wanakataliwa, jinsi ambavyo mipasuko imeanza kuonekana, unaona huyu supporter wa Edwin Sifuna amesema kwamba nao wamewasili Mombasa kuweza kuona ni nani ambaye atafukuza Sifuna, ni nani ambaye anapinga Sifuna? Ishara ya nini, mpenzi mtazamaji? Ishara ya kwamba Sifuna akiondoka, chama hichi kitabaki kigae. Sikukuwa na fikiri kwamba itafika kipindi ambapo Oburu, Odinga tukuje mtu mwenye anaitwa Gladys Wanga wataamua kuuza chama, kumbe imewadia. Sikukuwa unafikiri wapo Oburu atachangia kuuza chama, lakini kwa sababu Oburu hajui jinsi ambavyo baba alipigania kuunda hichi chama, jinsi ambavyo baba alitoa jasho kupigania hichi chama Oburu anafikiri kwamba hichi chama kilikuja tu hivi hivi, yeye ameamua kukiuza kwa serikali. Tupatane kwa kanda ijayo, lakini kitu ambacho unapaswa kujua ni kwamba mambo si mazuri ndani ya chama cha ODM. Unaona mivutano ambayo imejitokeza? Wao wako Kilifi; wengine wako Mombasa wanasema kwamba tunataka kuona ni akina nani ambao wanafukuza Sifuna. Wamefukuzwa basi hata wao. Akina Oburu na wao wamefukuzwa kina Gladys Wanga wamefukuzwa, ikiwa utaanalyze hiyo kauli ambayo iliweza kutolewa na huyu mama. Tupatane kwa kanda ijayo, tafadhali piga subscription.